Nilifika wilaya ya Tanganyika mwezi wa tatu tarehe nne na nikaanza majukumu ya huduma tiba asilia. Niliwaita wadogo zangu kwa lengo la kunisaidia huduma hii ya tiba asilia. Nilianza shughuli hii kata ya Kalema nikiwa na wadogo zangu, lakini tulipofika kata ya Katuma mwenzangu mmoja aliomba kahudumie Kabatini. Mdogo wangu nilimruhusu kwenda kuhudumia Kabatini, lakini pia mimi na mdogo wangu mwingine tulienda Igarura, kijiji cha Igarura kwa huduma ya tiba asilia. Kosa tuliolifanya ni kutumia vipimo vya kitaalamu bila kuwa na utaalamu wa maabara ya vifaa hivyo, hivyo najutia kuwa ni kosa akisheria kutumia vifaa vya kitaalamu bila kuwa na taaluma hiyo kwa kuhudumia tiba asilia. Lakini pia na hasa kwa vijana wengine ambao wanatumia vipimo vya kitaalamu kwa huduma tiba asilia, ni vyema wakaacha mara moja, kwa kuwa serikali iko macho, inafuatilia. Ni bora sasa tu watumie huduma tiba asilia kutokana na mafundisho yao waliyapata kutoka eneo husika. Katika kumfanyia uchunguzi, tulibaini mambo yafuatayo. Cha kwanza, tulibaini mtoa huduma huyu alikuwa akitoa huduma za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala, nikimaanisha za kiuganga wa kienyeji, pasipokuwa pia na kibali kutoka halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kumruhusu kutoa huduma lakini vile vile tulibaini huduma hizi za kitabibu pamoja na, na, na za tiba asili na tiba mbadala zilizokuwa kistoa, alikuwa na utaalamu wowote wa kutoa huduma za kitabibu vile vigezo, lakini mlolongo wa kupata kibali kama nilivyosema, vibali vile vinatakiwa viwe na leseni iliyotolewa na Wizara ya Afya kupitia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala ambalo sisi wataalamu tunatakiwa tuverify, ili wakizi vigezo vya kupewa kibali cha kutoa huduma kwao tunaweza kuchukua hatua tukishirikiana na vyombo vya usalama kwa kuwachukua, lakini kufuata taratibu, sheria na kanuni za nchi yetu, lakini za wizara ya afya pamoja na baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tulichukua hatua stahiki, zikiwemo za kuwapiga faili kulingana na taratibu, mpaka ambapo tumefikia. Wito wangu kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya Tanganyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameongeza miundombinu ya afya kwa kiwango kikubwa ndani ya halmashauri yetu ili kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Tulikuwa na vituo vya kutolea huduma ya afya 25, sasa hivi tuna vituo vya kutolea huduma ya afya takriban 45. Tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, sasa hivi tunayo hospitali ya wilaya. Tulikuwa tuna vituo vya afya vitatu, sasa hivi tunavyo tisa. Tulikuwa na zahanati takriban 20, ya kesi tunaelekea zahanati 35. Kwa tuna vituo vimesogezwa. Niwaombe wananchi wetu tuendelee kutumia vituo hivi vya kutolea huduma za afya kwa sababu vimeongezwa, vina wataalamu, lakini mheshimiwa Rais ameleta vifaa tiba kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo huduma zote zinapatikana kwenye a pamoja na vijana hao ambao kwa ujumla wamepelekea tukutane hapa kufanya kikao cha kutathmini mienendo ya utoaji wa tiba asilia katika eneo letu. Ni mmoja, tumepokea ripoti ya mganga mkuu wa wilaya kile ambacho alikikuta kule saiti. Tumewasikiliza, wametambua na kuona makosa yao, kama ambavyo wamekaa na uongozi wa halmashauri na kutimiza taratibu zile za faini ambazo zipo kisheria kwa mujibu wa halmashauri we, wenye mamlaka ya kutoza faini. Si sawasawa kufanya udanganyifu kwenye afya za Watanzania. Mmekutwa na mmekiri wenyewe kwamba mlikuwa mnawapa majibu ya vipimo ambavyo hamjawapima na kwa msingi huo mnawapa dawa za ugonjwa ambao hawana ni kuhatarisha maisha Tanzania, na kwa sababu walikuwa na bidii pia mnajipatia kipato kwa njia ya udanganyifu, haikubaliki na hamtakiwi kuendelea kufanya mambo, na tafuteni njia halali kama vijana mnaojipatia kipato kwenye halmashauri zetu zipo fedha kwa ajili ya vijana na ninyi bado ni vijana, lakini wilaya yetu ina fursa nyingi. Kama mmetoka kule Simiyu kuja huu ama Shinyanga kuja huu, bado hapa Tanganyika kuna fursa ambazo vijana wanaweza kuchangamkia: fursa za kilimo, uvuvi, biashara, ufugaji wa mifugo, ufugaji, ufugaji wa nyuki ambazo hazihatarishi maisha ya mtu anayempatia huduma. Sijafurahishwa kama serikali kuona vijana wenye umri wenu wenye nguvu mnakuwa matapeli. Vyombo vya usalama wamlike kila kona, na wapongeza kwanza kwa kazi ndio ifanye, ndeleni kumlika, bila ninyi hawa wangefanya makubwa zaidi hapa na mabaya zaidi ya haya. Wao wenyewe wamekiri. Sasa kama mtu unamwandikia na temperature ya 30 wewe mwenyewe unaandika, hujui unayemwandikia, naye hajui. Sasa mmekutana ambao hamjui, hafu na afu na udumiana, si ndo kuangamizana? Hatuko tayari kuona jamii yetu inaangamizwa na vijana wasio adilifu. Kupitia tukio hili Nawataka vijana wote wawe wazalendo kwa nchi yao, na kuwa mzalendo ni pamoja na kufanya mambo ambayo yanakubarika kwenye jamii yetu. na miaka hamsini na tano ndani ya kazi hii ya uganga nikirithi kwa babu yangu sawa. na kwa baba yangu najua kuchimba miti, huu, mti gani, sawa. ni mti gani? Natibuje huu mti una athari gani sawa, mti ni wa kunywa au sio wa kunywa Sababu kuna miti, zipo miti mingine ni sumu, sawa, kama vile za hospitali kwa dawa zingine wanakuta watu zingine wazunia watu, sawa. Nilitamka huyu ni machinga, yule anayekwenda kununua dawa kwa mganga na kwenda kuziuza, kama nilivyotamka, yeye ni machinga, sawa, sababu analangua kitu kama kitu analangua nguo na anakwenda kutembeza kuuza.